Mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Mbeya imeanza kusikiliza shauri namba 14538 la 2025 ambalo limeletwa mahakamani hapo na Sije Emmanuel Mbugi dhidi ya mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP na wenzake watano. Shauri la msingi limeomba mahakama kuamuru mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP, mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, afisa mkuu wa upelelezi mkoa wa Mbeya, mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP na Shaabani halo kumfikisha Mpaluka Saidi Nyagali mahakamani au kumwachia huru baada ya kumkamata kuanzia Mei pili mwaka huu. Mei pili mwaka huu, Mpaluka Saidi Nyagali maarufu kwa jina la Mdude, ambaye ni mwanaharakati wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, majira ya saa nane usiku akiwa amelala huko mtaa wa Ivanga kata ya Iwambi jijini Mbeya, watu wasiofahamika walivamia, baada ya kuvunja mlango na kuingia ndani na kisha kumjeruhi Mpaluka Saidi Nyagali na kufanikiwa kutoweka na muhanga na kwenda naye kusikojulikana, hadi leo hajapatikana. Jana, Jaji Said Kalunde ameahirisha shauri hilo hadi Julai tisa mwaka huu itakapokuja kwa ajili ya kutolewa maamuzi. Ninawashukuru mawakili wenzangu, tulikuwa jopo la mawakili watatu na tumewasilisha hoja zetu kuhusiana na swala hili la Mdude na kuhusiana na mazingira ya kuchukuliwa kwake kinyume cha sheria eh, kutekwa na, ku, na kushambuliwa kwa kuumizwa nyumbani kwake tumetoa hoja na upande wa jamhuri wamejibu. Kwa hiyo sasa tunasubiri uamuzi, ambao uamuzi unakuja tarehe tisa, kwa sababu wajibu maombi watano walijibu, mmoja hakujibu. Kwa hiyo tumefanya wajibu wetu, sasa tumeliacha kwa mahakama, ili tuone mwisho akina au nini kitajiri baada ya hapo. Hizi ni hatua tu, niseme tu kwamba tulisema tuna hatua nyingi, nyingi kuhusu swala la Mdude. Mdude ni rafiki yetu. Afu, Mdude anatoka Mbeya na Mbeya hatunaga kazi ndogo. Tutakuja mahakamani, tutakwenda kwa Mungu kushtaki kwa Mungu, lakini wakati mwingine tutatumia haki zingine za kikatiba ambazo tunaruhusiwa zikiwemo haki za kuandamana na kutaka uwajibikaji ili wahusika wachukuliwe wa hatua. Iwezekani watu wao wanakula kodi wanapokea mishahara afu vitendo vya namna hivi vinaendelea? Kwa hiyo hizi hapa ni rasharasha. Tuko mahakamani tusubiri, tutaanza kudondosha za masika. Asante. Ukiwa katika wimbi kubwa ambalo dunia inasafa kuitafuta damu ya kuwasaidia watu wenye shida hospitalini na hospitali kadhaa ya nchini na duniani kote, lakini kwenye nchi yetu tumekuwa na shida sana, damu inapotea na watu wanachukulia ni jambo la kawaida. Kwa takwimu zinavyoonyesha kwamba ukiangalia hospitali ya taifa ya Muhimbili, hospitali e, ya kitengo ambayo iko Mruganzila. Uwezo wa kugawia watu damu kwa, kwa, kwa siku ni watu 30 mpaka hamsini, lakini cha maajabu makubwa ambayo yanatokea ni kwamba watu wenye damu kuna watu wanazitoa zile zilizoko ndani yao na zinaondoka kwa hiyo, jambo hili tuendelee kuvitaka vyombo vya ulinzi na usalama kujua kwamba vina wajibu, wajibu wa kujua kwamba watu wanaishi na wanakuwa salama wanapokuwa popote na wanapokuwa wanafanya shughuli zao mwisho umuhimu kabisa. Tunashukuru sana mawakili wetu, wakili msomi mheshimiwa Boniface Kajumule Mwabukusi na ndugu yetu Hekima Mwasipu kwa kazi yao kubwa walioifanya hapa leo ya uwakilishi wao. Hakika mchuano ulikuwa mkubwa, hata sisi ambao uelewa we, wetu kwenye sheria ni mdogo, tulijaribu kuona namna walivyokuwa naweza kuchuana na kufanya submission zao mahakamani. Mwisho, tutaendelea kupambana kutafuta haki ya kijana mwenzetu kwa njia yoyote ile ambayo ni halali na ambayo itasaidia sisi kumpata kijana mwenzetu. Mapambano hayatoacha na tutaendelea nayo, aluta kontinua no reforms <laughs> haijalishi itapita muda kiasi gani, lakini toka tuwaoneshe kwamba ustarabu wa watu wa Mbeya na namna ambavyo wanapendana hailingani na mahali pengine popote pale. Hatutakubali kukaa nyumbani na kuridhika kuona mmoja wetu amepotea, kwa sababu wote tuko hatarini. Kwa hiyo tutahakikisha tunaendelea kupambana kuhakikisha tunashirikiana mawakili kwa kila hatua na kwa kila namna ili isiwe kwa mara nyingine tena mmoja wetu akachukuliwa. Lazima wajue kwamba wanachadema wa Mbeya na wakazi wa Mbeya hawako tayari kumwona mmoja wao anapotea kwa wakati. Tunaendelea kumwomba Mungu ili aendelee kutenda miujiza. Tutaendelea kuipambania haki ya Mdude kwa kuja mahakamani ili wale ambao wamemchukua Mdude wawajibishwe na utaratibu wa kisheria ili isue mazoea. Kwa sisi kama Mbeya, kama ambavyo tulikuwa mstari wa mbele, haijaitokea mahali kokote, mtu alikuwa anatafutwa kila mahali. Tutaendelea sasa kumtafuta kwa njia hii ya mahakama, kwao tumefika leo, ni mwanzo. Naomba niendelee kuhamasisha watu wa Mbeya, twendeni uh, tarehe tisa, tuje kwa wingi, lakini pia kuendelea kuonesha thamani ya damu. Kuna vijana wa Bavicha wanazo t-shirt, tuendelee kuzi, kuzitafuta ili kila mmoja avae kwa ajili ya kutoa message. Lakini kipindi hichi tunaendelea kuwa watulivu tukiam, tukiamini kwamba chama chetu kinaendelea kupambania reforms na uendelee kuwa wimbo wetu, tuendelee kufanya hamasa hasa kipindi ambacho chama kimezuliwa kufanya shughuli zake. Nendeni mkapushi ajenda ya no reforms no election, kwa sababu hakuna uchaguzi bila Chadema kuwepo katika boxi la kura. Nikilipoti kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama, Kusaga TV